ya uchaguzi na kazi ambayo tumeifanya kwa siku ya leo. Naomba nianze na nafasi ya naibu meya. Matokeo yetu baada ya kurudia ni kama ifuatavyo: idadi ya wapiga kura ma atadhiri idadi ya kura zilizoharibika moja. Idadi ya kura habari zilikuwa 29. Matokeo ni kama ifuatavyo: ndugu Febronia Livotindwa amepata kura tatu. Ndugu Issa abda ndugu Edis Komora Chiwangu amepata kura ishirini na tatu. Kwa mamlaka niliopewa, natangaza ndugu Edis Komora Chiwangu ndiye mainimea chakatundaecha na kesho tutaendelea